Mtaalamu wa masuala binafsi ya fedha na uwekezaji ambaye pia ni mwandishi wa kitabu maarufu sana cha Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki ametoa onyo kali kwa wawekezaji ambao wanaingia kwenye masoko bila kuelewa kile ambacho wanawekeza. Kupitia chapisho lake la hivi karibuni, Kiyosaki amesema kuwa njia ya haraka zaidi ya kupoteza pesa ni kuwekeza kwenye kile ambacho hukielewi. Usiwekeze katika kile usichokijua, jifunze kwanza, kisha uwekeze. Ameandika maneno haya katika mtandao wake wa kijamii wa Instagram, akisisitiza umuhimu wa elimu ya kifedha kabla ya kufanya maamuzi ya uwekezaji. Kwa mujibu wa Kiyosaki, watu wengi hupoteza pesa kwa kufuata ushauri kutoka kwa marafiki, taarifa kutoka kwenye mitandao ya kijamii, ama vichwa vya habari vya kifedha bila kufanya utafiti wao binafsi. Kiyosaki anasema kuwa tabia hii ni sawa na kufanya kamari na mara nyingi hupelekea kupata hasara kubwa sana. Katika mafundisho yake, Kiyosaki anaeleza kuwa mafanikio ya kifedha anategemea maarifa pamoja na mikakati, lakini si bahati. Kupitia website yake ya Rich Dad amekuwa akiwafundisha watu na akiwahimiza pia kuelewa aina tofauti za mali kabla ya kuwekeza. Kulingana na falsafa yake, kuna madarasa matano makubwa ya mali ambayo kila mtu anaweza kuwekeza, lakini kwa uangalifu sana. Eneo la kwanza ni katika mali zisizohamishika real estate. Eneo la pili ni bidhaa commodities. Eneo la tatu ni biashara. Eneo la nne ni mali za karatasi ambazo tunaziita pepa mane. Hapa ndo unakuta kuna hisa pamoja na dhamana, na eneo la tano ni sarafu za kidigitali. Kiyosaki anawashauri wawekezaji kujifunza zaidi katika maeneo ambayo wanavutiwa nayo na kuwa na maarifa ya kutosha kabla ya kuingia sokoni. Kiyosaki anaamini kuwa kwa kujielimisha ipasavyo, mtu anaweza akapunguza hatari ya kupoteza pesa na kuongeza nafasi kubwa ya kupata mafanikio ya kifedha. Katika posti yake hii Kiyosaki, kwa ujumla anachoelezea, anasema kwamba elimu inapaswa kuja kabla ya uwekezaji. Usiruke hatua ya kujifunza kwa sababu ya tamaa ya kupata faida ya haraka. Kwa kufanya hivyo, inaweza ikawa ni njia ya kukufanya ukafilisika moja kwa moja. Naitwa James Atilio, mtaalamu wa masuala ya uchumi, sera na mipango.